Kanisani toka tumeanza hii habari ya mavuno. Watu ambao tumekuwa nao nyumbani mwa Bwana wiki hizi mbili zilizopita, ama upo punga mkono, punga mkono, punga mkono juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu, neema ni kubwa, haleluya tunaendelea moja kwa moja kwa neno la Mungu Yuda, sura ile ya kwanza, Yuda moja, Yuda moja. Tunasoma so, mstari ule wa 22 na wa ishirini na tatu Yuda moja, 22 23 na neno la Mungu linasema wahurumieni, wahurumieni wengine walio na shaka, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, ukilichukia hata vazi kukatiwa uchafu batoidia tenat na wengine ndio wanafika sasa. Yuda sura ile ya kwanza Nasoma mstari ule wa ishirini na mbili na wa ishirini na tatu Neno la Mungu linasema wahurumieni, wahurumieni wengine waliona shaka, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukia hata vazi liliotiwa uchafu na mwili. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Anasema wahurumieni, wengine walio na shaka na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukua hata vazi lililoitwa lililotiwa uchafu na mwili. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Tuko pamoja hadi hapo? Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Sasa tupo katika wakati wa mavuno na mojawapo ya vitu ambavyo nataka niweke ndani yako, sababu ya kwanza ambayo tunatufanya tutake wengine wawe kama sisi, tutake wengine waje kwa Yesu Kristo ni huruma. Sema huruma. Na neno la Mungu linatuambia moja kwa moja tufanyeje? Wahurumie! mwambie jirani yako, wahurumie wengine, wahurumie wengine. Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Kwanza ma huruma, na hata ukisoma injili ya Yesu Kristo utaona ilikuwa imejaa, mara nyingi ilikuwa imejaa huruma. Biblia inasema, Yesu akawahurumia makutano, Yesu akamhurumia mwanamke mjane, Yesu akawahurumia wale waliokuwa wana njaa. Kwa kwao huruma ni msukumo wa kwanza wa kuhubiri kwetu injili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunawaonea watu huruma, tunajaribu kuleta tofauti katika maisha yao kwa sababu ya hali walizokuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu sema, kwa sababu ya huruma, kwa sababu ya huruma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ulimwengu unatisha sana. Kama huna huruma, kuna shida kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wanapitia mambo mengi ya kuhuzunisha, watu wanapitia mambo mengi ya kuvunja mioyo, mambo mengi ya kuumiza, mambo mengi ya kuchosha. Kuna kijana tulimwombea hapa Jumatano. Nami ni Aramisi, alipokuja tu nikawa nimeelewa na shida gani, nikamwombea akampokea Yesu, lakini nilivyomwombea, ni kijana wa bodaboda yakatoka maroho ya giza akajishangaa, alikuwa amesimama yuko chini. Baada ya hapo, akaniuliza nini kinaendelea. Nikamwambia kuna vitu Shetani alikuwa amefanya kwako, japo ulikuwa uone ila utaona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Akatoka hapo kesho yake akanifuta, akaniambia unajua, siku ile nimetoka hapa nimefika kijiweni, mtu wa kwanza ananiambia na mtu aniambia wewe una bahati sana. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Aniambia kwa nini anakuambia una bahati? Anasema kusema tu neno lingine, alisema tu wewe, wewe una bahati sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia nenda, kamuulize kwa nini amekuambia hivyo. Anasema hakuweza kumwambia zaidi, ila tu alimwambia, jiangalie, ila una bahati sana Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Lakini alikuwa amefungwa, sitaki kuelezea ni kwa namna gani lakini alikuwa amefungwa kwa namna fulani, na mmojawapo wa wahusika ni huyo huyo aliyemwambia wewe una bahati sana. Inawezekana siku ile asingepokea Yesu, inawezekana siku ile asingeombewa, angepatwa na jambo fulani, kwa sababu alimwambia una bahati sana, na sio kwa furaha, ila alimwambia kwa huzuni ya kwamba una bahati sana wewe. Unaelewa, kuna watu wengi wananyongwa saa hizi huko mtaa kwa sababu hawana wa Yesu Kristo. Ukienda hospitali kule utaona watu wengi wameshikiliwa, wamegandamizwa, sio kwa sababu ya udhaifu kama udhaifu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ukiwa na Roho ya Bwana utaelewa ya kwamba kuna uharibifu unaendelea duniani. Shetani anakazana sana kunyonga watu, kumaliza watu kabla hawajamjua Yesu Kristo kabla hawajakutana na nuru ya Yesu Kristo, anakazana sana kuwaingiza watu katika giza tororo, anaongeza minyororo ya kuwafunga watu ili awatumikishe vizuri, wasiwe na wazo lolote ile kuhusu Mungu. Wakimkumbuka Mungu wamlaumu tu Mungu, wakimkumbuka Mungu ahuzunike wa tu kwamba Mungu, Mungu Mungu Mungu kitu gani? Ndivyo wanavyofanya shetani. Lakini pia malaika wapo kazini. Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Kupitia wewe, na ndio maana una kazi ya kufanya. Wapo kazini kuhakikisha wengi pia wananasuliwa, na wanasema no, wahurumieni wengine. Pasipo huruma, utaona maisha ni kawaida, utaona maisha ni kawaida. Hauwezi ukaomba, hauwezi hata ukalia kwa ajili ya watu waliopotea, kwa sababu hauna chembe chembe ya nini? Ya huruma lakini neno la Mungu linasema wahurumieni wengine. Mwambie jirani yako, wahurumie wengine. Bwana Yesu wasifiwe. Mwangalie tena uzoni, mwambie wahurumie wengine. Bwana Yesu wasifiwe. Wahurumie wengine. Wahurumie wengine. Amina, anasema wahurumieni wengine. Kuna watu wanashaka, kuna watu hawalali, ikiwa mchana ni afadhali. Kuna watu mambo hayaendi hata kidogo wanatafuta wapi wapate nuru ya wokovu? Wanatafuta wapi wapate msaada? Tummoja nilimwombea na akampokea Yesu Kristo kwenye mtandao majuzi tu hapo, anaambia usiku anapata shida, hofu inakuja inamwambia, unakufa. Anasema nina mtoto mdogo, mtoto naye ananiombea, anaona mama ninateseka, ananiombea, anasema mama, utashinda tu lakini hakuna tumaini. Nikaanza kumweleza habari za Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Akasema mimi naendaga kanisani, naendaga kanisa fulani kubwa. Nikawambia hiyo haitoshi kwenda tu kanisani, lazima Yesu awepo ndani yako. Shetani atakumaliza na atakuacha, ataacha mtoto wako yatima. Usipompata huyu Yesu atakuhakikisha ya kwamba umeondoka kabisa. Kwa nikamweleza nikamweleza nikamweleza Nikamwambia habari za Yesu, nikamwombea toka siku ile, akawa tofauti, akawa na amani toka siku ile, toka siku ile akaanza kuniambia kweli Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sifiwe. alikuwa analiitia jina la Mungu, ukifika usiku anaita Mungu nisaidie, lakini kama hamjui Yesu. Yesu Kristo anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu hawezi kufika kwa Baba pasipo njia yangu mimi kwa lazima awepo mtu wa kumleta huyu mtu kwa Yesu. Akishafika kwa Yesu, inakuwa ni rahisi kwa huyo mtu kukutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe, unanisikia vizuri, mtu wa Mungu, wahurumieni wengine. Haleluya. Haleluya. Wahurumie wengine, wahurumie wengine. Kuna watu saa hizi wameingizwa kwenye tabia za ajabu. Mwanzo walizani ya kwamba wanafanya kwa sababu wana uhuru wa kufanya chochote kile wanachotaka kufanya, lakini walipoingia wagundua, kumbe sio uhuru, ni kifungo. Kila akijaribu kutoka, kila akisema hii ndio mara ya mwisho, kila akisema basi sitafanya tena, lakini kumbe amenaswa. Sasa huyo mtu hawezi kujitoa yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kujitoa yeye mwenyewe kwa sababu amekamatwa, isipokuwa watu wa Mungu wamejawa na huruma ya Mungu wakaomba. Ndio maana tunaomba, nilikwambia kisha unaomba. Bawana alisema tuombe mawio na machoyo ya jua saa kumi na mbili, jua linapotoka na jua linapozama. Hakisha unaomba kwa ajili ya watu, unaomba kwa mzigo kwa ajili ya watu, ya kwamba mioyo yao ikapate nafasi ya kusikia kweli ya Mungu. Asema wahurumieni wengine karanaa aramasukabaya tek wahurumieni wengine, wahurumie. Una moyo wa huruma, una moyo wa Yesu Kristo? Au unasema tu Yesu, ninakushukuru o oh, umenipa hiki, umenisaidia hiki, umenifanya hivi. Lakini hakufanya hivyo kwa ajili yako. Anasema wewe ni nuru ya ulimwengu, wewe ni nuru, wewe ni chumvi ya ulimwengu kwa wewe ni msaada, uko kwa ajili ya wengine, sio kwa ajili yako, sio kwa ajili yako ili ujisifu, sio kwa ajili yako ili tu useme oke, okay. Angalieni maisha yangu ni mazuri. Uko kwa ajili ya ulimwengu. Anasema chumvi ikiharibika itatiwa nini? Naamini hujaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Na unaposikia ile neno, naamini Roho Mtakatifu anapandikiza ndani yako huruma ya Mungu kwa ajili ya watu wa Mungu. Wako watu wanaangamia saa hii, wako watu wanapotelea sehemu saa hii, wako watu wanazama saa hii. Yuko wapi anayesema hapana? Kwa sababu lazima yaanze kusema hapana katika ulimwengu wa roho, useme ya kwamba hapana, hatutaruhusu watu waendelee kuzama na sisi nuru iko hapa, hatutaruhusu watu waendelee kupotea wakati tunayo kweli ya Mungu. Lazima awepo mtu atakayesema hayo madeno katika ulimwengu wa roho atakayetamka hayo maneno kwa nguvu, atakayeugua kwa ajili ya kuzaa hao watu, kwa sababu wapo wengi wanatakiwa wazaliwe. Na majira ndio haya, wakati ndio huu. Wakati unaenda sana, saa inaenda sana, shetani anapambana sana, lakini wako wapi watu wa Mungu wenye huruma, wanaohurumia wengine? Wako wapi? Wako wapi watu? Kila mtu ana celebrate mafanikio ya mwili. Kila mtu anashukuru Mungu kwa vitu vya mwilini, lakini hivi vitu ni vya muda tu, havina thamani kuliko thamani ya nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu ni ya muhimu sana. Nafsi ya mtu ni ya muhimu sana. Nafsi ya mtu ni ya muhimu sana. Kwa ajili ya nafsi ya mtu Yesu alipitia yote aliyoyapitia. Kwa ajili ya nafsi ya mtu namara masikataka simalabalagalagasonde liga balagushika paya lekeziadah mandorobosikataka keni masukataka ba. moyo wako uko wapi? Moyo wako uko wapi? Moyo wako uko wapi? Moyo wako uko wapi? Ulimwengu unalia, mashoga analia, nani atakayowasaidia? watu wanashikwa, wamefungwa. Nani atakayesema hapana? Nani ambaye anaona ya kwamba hapa haitakiwi kuwa hivi, haitakiwi kuendelea namna hii? Nani yuko wapi? Nasema wahurumieni wengine. mandaliga bara, hebu inua mikono yako juu na niombe kwa ajili yako shanana na masika taka bara

harabashatakbarabashatakaba Hatutaruhusu tena Ifakara iangamie. Na sisi tupo Ifakara izame na tushindwe kuwatoa watu, kuwaokoa watu to katika kuzama? Haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Ni lazima huruma ianze ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako. Ukiwa peke yako ulie kwa ajili ya watu. Kwa nini wapotee kwa nini waende huko? Kwa nini waangamie? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? mola labaraazalakabaa jimarabaraarabazikana na masia na mande senelemeliranaanamayalegea na revesika taka kayama shadadase hadadase hadadase leba ladaaza taka maka zuba lagaazete

ni mtembeo wa Bwana usio wa, usi wa kawaida unakwenda kudhihirika ndani ya Tanzania, lakini lazima wawepo watu ambao mioyo yao iko kwa ajili ya Bwana. Anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Umeandaa moyo wako kiasi gani? Umeandaa moyo wako kiasi gani? Ni kiasi gani unaumizwa na hali inayoendelea Nikiwasigani nataka kuleta badiliko katika hali hii ya sasa. Wako wapi hao watu wako wapi hao watu ambao wako tayari kwa ajili ya Bwana? Kama uko tayari kwa ajili ya Bwana, nataka simame, nikuombee kwa ajili yako. Nataka nikuombee kwa ajili yako. Kuna kazi ambayo Bwana anataka kuifanya, kuna namna ambayo Bwana anataka kuifanya. Fungua moyo wako, mlilie Bwana, mwambie: niko kwa ajili ya watu wa Ifakara niko kwa ajili ya watu wa Tanzania. lana maramaaaramashatakabaya edelemaramasikatakabaa raba rabashatakayarabashatakaya moyo wako uliye kwa Bwana, yeye ndiye anaweza kufanya kitu ndani yako. Lia kwa Bwana, mwite Bwana hanamayabayade aaa

huruma ambayo haitakufanya utulie. Huruma ambayo itakusukuma, itakusukuma kwenda mbali zaidi, kuomba zaidi, kulia zaidi kwa ajili ya nafsi. Huruma, moyo wa Mungu, moyo wa Mungu, moyo wa Mungu, Mungu. seeekakayanaa seleparana banabanagaya

Baba tunakushukuru kwa ajili ya watu kila mmoja aliyesema ndio moyoni mwake. Roho Mungu naanza kazi naye. Asante kwa yote ambayo unafanya ndani yake, asante kwa pandikizo hili ndani yake. harama sute kebaye, moyo wake utajaa huruma, utaugua kwa ajili ya nafsi za watu. Baba tunakushukuru ina Adaraba, si kataka itakuwa kama kidonda kibichi ndani ya moyo wake, kila wakati ataugua kwa ajili ya nafsi za watu, kila wakati ataongea habari za injili ya Yesu Kristo a

mtakatifu anafanya kitu ndani yako, utasikia namna ambayo huwezi ukaelezea katika kuomba kwako. Ukikaa na watu utakuta una msukumo sio wa kawaida wa kuongea habari za Yesu kwa sababu ni Mungu atendaye kazi ndani yako. Nisikilize, nyakati zimeenda, majira yamefika tuna muda mchache sana kwa ajili ya kubadilisha ulimwengu wetu, tuna muda mchache sana anasema wahurumieni wengine. Umekuambia ya kwanza, lazima huruma iwepo ndani yako, huruma iwepo ndani yako. Na ukianza kuwafikia watu utaelewa kwa nini Yesu alikufa duniani, kwa sababu watu wengi wanahitaji msaada, watu wengi wanateseka. Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Sasa mimi ni mtenda kazi pamoja na Bwana katika shamba lake, nitafanya kazi, nitafanya kazi katika jina la Yesu, amen akishanaikishn

na ametaka tumfanye.